Naibu waziri ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Luhaga Mpina ameliagiza baraza la taifa la usimamizi wa mazingira NEMC na halmashauri ya jiji la Mwanza kuwabaini watu waliojenga mabondeni ili kuwaandaa kupisha maeneo hayo, sambamba na agizo hilo linalowataka wakazi hao kupisha maeneo hayo kabla ya bomoa bomoa. Vilevile ameiagiza halmashauri hiyo kuwachukulia hatua watendaji waliotoa hati za viwanja huku wakifahamu kwamba wanavunja sheria ya mazingira ya mwaka elfu mbili na nne. Henri Kavirondo anaarifu zaidi. Katika ziara hii ya kwanza kwa mkoa wa Mwanza ya naibu waziri Ruaga Mpina amefanikiwa kufika katika eneo la Mabatini wilayani Nyamagana mkoani Mwanza na kujionea hali halisi lisi ya mto Mirongo uliozungukwa na makazi ya watu wakazi wa eneo hilo mara nyingi wamekuwa wakikumbwa na adha ya mafuriko hasa nyakati za mvua, ambayo yamewahi kupoteza maisha ya watu zaidi ya ishirini mwaka elfu mbili ikiwa ni pamoja na kusababisha hasara kwa wananchi hao. Wananchi mnatakiwa kuondoka, na baada ya hapo tunaanza kupitia uhalali wa kila mmoja kukaa kwenye eneo hili. Uhalali wake ni nini? Dokumenti moja baada ya nyingine. Tunachotaka ni kwamba tuwe tunapowamaki tuna wananchi kuwahamisha tuwape muda pia wa kuweza na sisi tuhakikishe kwamba taratibu zote zimejiridhisha hatua kwa hatua. Kwa hiyo hapa cha kufanya kwa sasa, la kwanza ni kuhakikisha kwamba huu mtu anafanywa usafi. Akiwa ziarani mkoani hapa, Naibu Waziri Mpina anaona mbali, licha ya wananchi wa eneo hilo kujenga katika vyanzo vya maji kinyume cha sheria, huku wakisisitiza umuhimu wa kuwachukulia hatua watakaothibitika wa kutoa vibali vya ujenzi katika maeneo hayo Naibu waziri huyo kuishia hapo ambapo alifanikiwa kufika katika kiwanda cha nondo cha Nyakato Steel ambacho kimekuwa kikilalamikiwa na wananchi wa maeneo hayo kwa kutoa moshi unaodaiwa kuwa na athari kwa binadamu na kisha kutoa agizo lingine. Natoa wiki mbili zingine kwa NEMC, wiki mbili kwa NEMC ya kulifanyia kazi hili swala la moshi, kwa sababu hamjalifanyia licha ya wananchi kuwalalamikia. Nawapa wiki mbili tu, mmelifanyia kazi na mnipe ripoti hapo sasa tutaamua waiza kiwanda tukifunge kabisa au vinginevyo, baada ya kugundua kwamba hii athari ya moshi, na nyinyi wenye kiwanda mmeshindwa kuikontrol. Naibu waziri wa Muungano na Mazingira, Luhaga Mpina, bado anaendelea na ziara yake katika maeneo mbalimbali mkoani hapa. Henry Kavirondo, Chanel 10 Mwanza.